Ilianza udogo, wakakaza na mwendo mwendo mwendo mwendo, wakasema vijana njoni tulijenge. Mwenyezi Mungu hakufanya makosa, isipokuwa kawika hii kwa maana yake. Ndio kuonesha kwamba hii funga ya siamu imeunganishwa na dua, ndio kwa maana ikawa kwamba dua ambazo zinasoma wakati mtu yuko katika siamu, basi Mwenyezi Mungu anazikubali. <tinyo> niwatakie baraka tele ndugu zetu, kwa wale wa imani nyingine mfunga kwa rezma, na vilevile tuombe Mwenyezi Mungu abariki mfungo wetu. Ndugu zangu wana diaspora, naomba nichukue fuasii upongeza uongozi wa diaspora, kamati ya maandalizi, na wale wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika kufanikisha hafla hii ya kufuturisha. Naomba nitumie nafasi hii pia kuwatakia nyote Ramadhani njema, sikukuu ya Eid al-Fitri na Pasaka. Na ni inshallah, tumuombe Mwenyezi Mungu asikubali azikubali funga zetu na ibada zetu zote ndani ya mwezi huu. Tuendelee kushikamana, kusaidiana na kuendeleza mshikamano wa taifa letu popote tulipo, bila kujali dini rangi wala kipato. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, ni muhimu kwetu. Zawadi ya pekee. Tuituze. Ni uhai wetu. Zawadi ya pekee.